Hey, aje aje Tanzania, mimi naitwa Chingling in the town the baddest ndimu, mtu mbaya baba lao, ni kukaribishe kwenye exclusive, au sio bana? Zile update zote ambazo tunazipata kupitia 69 Media. Mimi naitwa Chingling in the town the baddest, e bana, leo story inamhusu msanii wa Bongo Flava, namzungumzia J Melody, baada hivi karibuni J Melody kuonekana katika ofisi za mshereheshaji maarufu wa harusi, namzungumzia MC Galabi au vibana kuonekana pale na kufanya mazungumzo mawili matatu kuhusiana na ishu yake aliyoenda nayo. Lakini Garabi pia kwenye Instagram yake ameposti au sema, na kuhusiana na Jay Melody kuhudhuria kwenye ofisi yake na kuzungumza mawili matatu. Tunafahamu hivi karibuni Jay Melody pia kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti mavazi fulani hivi, unajua jinsi gani ambavyo yanaonekana kama anataka kuingia kwenye ndoa au na nini na nini. Sasa hii imeonekana kwenye Instagram baada Jay Melody kuposti lakini pia Garabi anasema tutarajie hapo kwenye mfungo wa Ramadhani kwenye tarehe 18 Februari kuna jambo zito. Tunajua ana magoma mingi, ana vitu vingi lakini pia Garabi awazungumzia wasanii ambao wameingia kwenye ndoa hivi karibuni. Umeelewa eh? Akiwa kama Juma Jux ametajwa pale na wasanii wengi ambao wametajwa. Tunafahamu mwezi mtukufu wa Ramadhani unajisogeza uh, hivi karibuni mwezi wa Februari, mwezi wa pili, kwenye tarehe 19 hivi, kutakuwa kuna jambo zito autaua, kuna mfungo mkubwa wa, mwenye, wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo za chini chini ambazo tunapata kuzijua au tunataka kuzifahamu tunazielewa, kuhusiana na hivikaribuni eh, kuingia na yeye eh, eh, kwa swala so, la hatuna uhakika nalo, lakini tumeona eh, msi maarufu kamaarab lakini pia watu wengi na mashabiki kuzungumzia Melody anaweza kuingia kwenye ndoa akapoteza yani akashuka kwenye sana yake ya music, so wewe unaonaje hiyo swala uh, J. Melody kuingia katika ndoa kwa hivi karibuni? Utakuja kufahamu hapo baadaye. Hii ni 69 Media ni tumepata, kuf, tumepata kufahamu na kus, kusikia story ya J. Melody kuingia katika ndoa hivi karibuni, na hii imepostiwa na MC maarufu kutoka hapa hapa Tanzania namzungumzia Gala B. Je, yeah, hiyo ndoa itakuwepo kweli au tunaambiwa tu juu kwa juu au labda kuna kichupa nini au sinajua, mwezi mtukufu wa Ramadhani na wasanii wanakuwa na mambo mengi, au sebana kutengeneza zile content na nini vitu kama hivyo, so tunaweza tukatarajia kitu kikubwa sana kwa Jay Melody, na hii ni jambo zito, jambo kubwa, kwa sababu ukiingia kwenye ndoa wenyewe unasema, ukiingia kwenye ndoa kwa wale Waislamu umetimiza nusu dini, na tunafahamu bana Jay Melody kukaa mpweke kwenye mwezi mtukufu

Sikiliza, mi naitwa Chingling, the town the bad days. Tukutane tena wakati mwingine ambapo tutakuwa kuna maupdate kama hayo, au vipi? Asante sana, mi na sign out ai.